Wah. Kwanza Wah. Kwanza, usiniguze. Mwana, usiniguze. Huyo ni nani kwanza? Si mwenye after 30 minutes utafika, utafika. Utafika kwake eh? Ongea, ongea after 30 minutes utafika kwake sisi eh? Unaongelelea na nani? Unaongea na nani? Kuna kitu amefanya

Ni wewe Agikuyu? Unasikianga Kikuyu? Usikiangi Kikuyu. So bro, so umesema huyu ni mtu wako kabisa kabisa, mmekuwa mkidate hiaekae abothi ye mukiriganie mukiriganie nake ehe

Okay, ah uh, he is kind, alafu tena ni msi ako na heshima zake. mm -hmm. And those are one of the qualities wana angalia so. mm -hmm. Naona ukipata kitu yenye iko qualified kwako. mm -hmm. it doesn't matter how hard you get it but bora ipate eh eh e, wewe ukasema lazima lazima. So wakati alikomba namba, wewe ukasema ah, nilimpatia tu huko nyuma. Hey, so mhm mm

but you know uh, mkosangi kusikizana maybe he wants this and you don't want it hivyo hivyo, but all in all mm huo -hmm. tunatafuta njia nyo, you can go around it oh, mnasuluhisha mambo zenu k okay. Na nikuulize, unapenda huyu mtu? Nampenda sana sana kabisa, hakuna kuongelea na wewe yeah, mi nampenda. Hebu muhagi mwambie kitu <laughs> Love you, yeah. You love? Ay, ay, ay, ay, ay. So sasa, ushaichiti huyu dem? Na wewe ushai ushaichiti huyu mtu wako? Hata siku moja hujawahi fikiria kumchiti

Uh, Jose ni your boss. Conversation ya Jose, Jose, Jose anasemaje? Atikila to meet, ndo tuanze kazi na wewe, unamwambia wacha niambie boy wangu anipe ruhusa. Mhm, mm. Sawa, nichil nitakuja. Mhm, mm. Okay, Jose akan anakuambia usichelewe. So wanga mnafanya na yeye kazi gani? Uh we do deliveries. Mhm, uh -huh. Maybe unaweza kuta mtu ameitisha. Okay, we deliver electronics, that is, uh -huh. Mhm. So tunazipeleka, maybe Client ako wa ngige ametisha blender, we deliver hivyo tu. Hebu mm, okay, okay, niangalie nionekana kuna ingine. haya haya haya, ah, kuna mjoba mjoba ni nani kwako? Mjoba, uncle, that's my uncle. Oh, it's your uncle. Eh, by the way naona amekuuliza uko waje? Ukamjibu niko poa, akakuambia ukitoka kwenye unaenda Unilete vikombe tatu, so hata yeye wangu namuuzia hizo vitu yeah. Okay, okay, good cho niangalie. ah, hapa hakuna kitu suspicious, so ebu ebu ebu nifungulia tafadhali. Higurira ma higurira higurira, oh, imirago higurira ingurira Aha. So kwa WhatsApp naona Karo. Karo ni nani kwako? Ah, Karo ni rafiki yangu. Oh, ni best yako. So Karo mm-hmm. Wewe wewe wewe wewe unamwambia hi. Na yeye anajibu hi sweetheart. Au mnaita nanga sweetheart? Eh, kuna kuna time inafikanga, tunaitana hivyo. So Karo ni nani kwako? Umesema ni besti. Besti unaezaje ita besti sweetheart? Yani muratari, ukimwita atia sweetheart? Okay, e ne oh, ni agutaithagia aha. Okay, unaambia huyu Karo ati situpatane saa tatu, anakujibu

Na wewe unamwambia "E, you always day no sort?" "H, hey, ulikuwa una sort jua nini?" "A, hey, ilikuwa tu gym. Ilikuwa tu namsamisha tu ma, ma exercise tu kidogo alafu sijamaliza." Alafu unamwambia "E, kwanza ulinipeleka dog style <laughs> Wow. Okay. hiyo ni hiyo ni nini kwa gym? Mnainua mawe ama miti? hiyo ni sasa ni gym ya kawaida. Gym dog style? Dog style, unaniona aje? Ni gym ya kawaida. Hiyo ni nini hiyo ni gym ya kawaida? Ni kuchukua tu mama. Aya, sikuhizi kuna inuliwa mawe kwa gym inaitwa dog style si si ati sikutrust. I'm just asking a question. dog style kwa gym, alafu ngoje, alafu anasema ati saa tu kuja, nitakupea kifo ya mende. Kifo ya mende kifo ya mende. Ebu ebu hebu hebu kifo gari <laughs> wewe wewe, ah, ah usiniguze, unapea na kifo ya mende <laughs> e, ebu niachilie, niachilie E, ebu songa. So, ah, simama huko simama huko juu, unaona wewe mwenyewe ukikufa. Songa, hiyo ni nini? Sijasema siku trust. Nakuuliza, what is that? Hiyo ni nini? Kwa jimu naenda kuwa mende kuwa, hey, mende sasa ishakuwa exercise, na mbona koko zimejaa meaamendkama kuua mende, ah, yeah, ah, kama, kama mende ni excess. Sijasema siku trust. Ninarudia chenye ulikuwa unasema ulikua mambo. Kwani tunafanya nini saa hizi? ah, Eh, ndo hiyo anapiga. Hebu chukua hiyo simu. Na utuwekee loud speaker tafadhali. Hello babe. Hey, hello. Hello. Sinaweza call later.

Acha nenda kupigia leta, si unipea tu dakika dhati tafadhali, niki uye dakika tu dhati. Acha nenda kupigia leta, niko kwa kwa meeting. Ebu muulize kifo ya mende atakupatia rini. Acha nenda kupigia Niambie how long? Okay dakika 30, zikiisha love you so. Hebu niambie dakika 30 unaenda kufanya nini? dakika 30

Siwe ni bibi yangu ah? eh, drop it. Drop it. Si Una... Yani surely, eh? Like seriously. Mimi najitolea na kupenda na roho yangu yote yangu yote, na wewe unaamua kunigawia yako. Mimi na kasha holda. Mbona ni... <laughs> Wah. Kwenye kwenye. Aha, eh, usiniguze mwana, usiniguze huyo ni nani kwanza? Mwenye hadi after 30 minutes utafika utafika, utafika, utafika kwake eh? Ongea ongea, after 30 minutes utafika kwake. Tunaongelelea eh? Na nani unaongea na nani? Kuna kitu amefanya

Mbona hey, unaona ah, hapa tunaimalizia hapa. Tunaongelelea saa hizi. Cheki, si unaweza enda unaweza <laughs> Mbona unaweza ishia utuacha hapa hivi tukiwa na ni nini? Sio kunicheti ni kufanya? Yo ni nini hadi juu? Sijui, sijui sijui, hakuna kitu kama hiyo, unajua sijui hivi. Sina hivyo sijui tu tu, vile sasa. Siku hiyo mbona saa unasema ati nakuchita? Sina, sikuchita. Mbona huyo msichana amekuita bebe mkiwa na karo gym? Basi like tumalize tu history yote, humhurumi